Juma lililopita Bunge lilipitisha Muswada wa sheria wa marekebisho ya sheria mbalimbali wa mwaka 2025, ambapo pamoja na mambo mengine kifungu cha tano cha sheria ya mamlaka ya udhibiti wa usafiri ardhini sura namba 413 kimerekebishwa kwa kufuta majukumu yanayohusiana na uratibu wa shughuli za usalama wa usafiri wa ardhini na uthibitishaji ubora wa magari ya huduma za umma. Kifungu cha tano kinapendekezwa kurekebishwa kwa kufuta majukumu yanayohusiana na uratibu wa shughuli za usalama wa usafiri wa ardhini na uthibitishaji wa ubora wa magari ya huduma za umma na kuipa mamlaka wajibu wa kuthibitisha ubora wa miundombinu ya reli. Lengo la marekebisho haya ni kuepuka mwingiliano wa majukumu ya udhibiti wa mamlaka na Wizara ya Mambo ya Ndani, na ni kutokana na, na marekebisho hayo ya sheria ndipo tumezungumza na watendaji wa Latra ili kupata maoni yao. Sisi tunadhibiti ya magari. Tulikuwa nadhani ingekuwa ni vizuri zaidi kama sisi kabla ya kuwapa leseni tuhakikishe kwamba ni, ni mazima zaidi. Lakini naamini na wenzetu wakiweka mfumo mzuri bado ile lengo ambalo tulikuwa nalo sisi kama mamlaka litatekelezwa kwa sababu serikali ni moja, zimeshindwa kulitekeleza na soma tumepungukiwa, hapana, isipokuwa ni kuangalia sasa ile mfumo mzima wa haki kama uko sawasawa, ndio inaonekana kwamba haya majukumu yakae upande mmoja. Lakini chama cha wamiliki wa mabasi wao wameeleza mtazamo wao kuhusu hatua wa hiyo ya marekebisho ya sheria itakavyoleta tija. Tulikuwa tukilalamikia adhabu mbili zilizokuwa zikitolewa, kwa maana kuna baadhi ya vifungu vya sheria tunaadhibiwa na jeshi la polisi lakini vile vile tunaadhibiwa na LATRA. Lakini tulienda mbali zaidi kwamba kwenye ukaguzi nako kuna sehemu ilikuwa inahitajika jeshi la polisi lifanye ukaguzi, lakini LATRA nao walikuwa wanataka kufanya ukaguzi. Sisi hapa mapendekezo yetu tuliyaona ni sahihi kwa maana jeshi la polisi ndio wafanye ukaguzi. Wafanye ukaguzi lakini vilevile wao ndio watoe leseni. Toka zamani tumezoea kuona taaluma hususan kwenye maswala ya magari wanahusika maveko wale maveko ndio wamesomea taaluma hiyo ya kukagua magari, lakini vilevile kumtreni dereva ili aweze kuja kuwa dereva bora hapo baadaye. Kila mtu asimame kwenye nafasi yake, akisimama kila mtu kwenye nafasi yake, mimi naamini hata hizi ajali zitapungua. Kufanyika kwa marekebisho hayo ya sheria kumeliachia jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani, kutekeleza majukumu yake ya kusimamia na kuratibu sheria za usalama barabarani na kuondoa mwingiliano. Hata hivyo, kifungu hicho pia kimeipa LATRA wajibu wa kuthibitisha ubora wa miundombinu ya reli. Ahmed Ally, Azam News, Dodoma.